Mwezi Juni kila mwaka kaunti ya Machakos huwa mwenyeji wa maonyesho ya kilimo eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, mwaka huu yakitarajiwa kuandaliwa kuanzia Jumatano wiki hii katika uwanja wa maonyesho ya kilimo mjini Machakos. Kulingana na mwenyekiti wa maonyesho hayo Lawrence Matolo, maonyesho ya mwaka huu yataangazia pakubwa teknolojia ya kisasa katika kilimo ikiwemo mkulima kutumia rununu za mkononi kunyunyizia mimea maji. ba bado tuko na uh, section kubwa ambayo itakuwa na technology mpya. Kwa mfano kuna uh, technology ya kufunga maji kwa, kwa mfereji ukitumia simu naweza fungua mfereji yako ukiwa Nairobi, ukiwa anywhere in the world ukitumia simu na hiyo gadget, na tarajia itakuwa kwa kibanda ya kwetu sako, ambao ni, ni kitu ya technology imekuwa ikisaidia wakulima kwa wingi. Maonyesho yetu inaanza Wednesday tarehe nne mpaka tare, Sunday tarehe nane na kuna mambo mengi mengi mengi specially ya kuonekana kama for the first time, tutakuwa na kampuni ya majani chai naitwa Mungania Tea Factory, wako huku wakisomesha watu vile chai inatengenezwa, na ni mengi tu. Hiyo hiyo ndio nimeona kwanza kitu ya, ya muhimu kuwa na kampuni ya chai inakuja direct Eh, kusomesha wananchi on the ground vile majani chai hutengenezwa. Aidha, wakulima watapata fursa ya kupata mafunzo ukulima wanazi, wa nazi katika maeneo kama Ukambani kama njia mojawapo ya wa kuongeza uzalishaji wa chakula. Sisi kama branch tumeshirikiana na Nuts and Oil Crops Directorate ya Agriculture and Food Authority kujaribu inland, and co inland coconut and cashew nut farming ambapo tunataka kufanya diversification, ama ku kuongeza kuongeza zile e, vyakula ambazo tunatoa kwa mashamba yetu, mojawapo ikiwa ni nazi na cashew nut. Matolo alizungumza haya katika msafara wa kuhamasisha wenyeji kuhusu uwepo wa maonyesho hayo mjini Machakos, akieleza kuwa wakulima watapata fursa adimu ya kujifunza mbinu za kilimo cha majani chai katika maeneo kame kulingana na, na theme ya show ya mwaka huu eh, promoting, eh, promoting, eh, eh, Uh, ningependa kuhimiza watu wote wa biashara, wakulima na hata mashule. Kila mtu afike kwa showground, apate uh, nafasi ya kusoma na hata nafasi ya kufanya biashara na wale wako na vitu mpya. Maonyesho haya yatajumuisha wakulima pamoja na wakazi kutoka kaunti ya Machakos, Makueni, Kitui na Kajiado. Isaac Musioka, Undugu TV.